Kwa majina naitwa Rwekaza Rwegoshora. Mimi ni afisa elimu na mawasiliano TRA kwa Kagera. Leo tuko katika maeneo ya mwalo wa Malehe eh, eh, Bukoba vijijini. Lengo la outreach yetu eh, leo tumekuja kutoa elimu ya kodi kwa wananchi, lakini, eh, lakini pia wavuvi na wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali, lakini pia tumesogeza huduma ya usajili pamoja na makadirio ya kodi na kulipa kodi. E, tumefanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba wananchi hawa walipa kodi hawa wafanyabiashara wakipata uelewa mpana masuala ya kodi e, yakiwemo usajili wa biashara pale wanapoanza biashara wanahitaji kufanya nini, lakini pia ni lini wanalipa kodi, basi waweza kulipa kodi zao za kwa hiari. Lakini swala lingine ni kwamba tumeweza kuwapunguzia umbali wa kupata huduma hii Bukoba mjini ambayo takriba ni takriban kilomita kama hamsini na kuweza kuisogeza mahala hapa ili waweze kuipata wakiwa katika biashara zao. Lakini pia e, eh, tukifanya hivyo tunakuwa tunaokoa gharama eh, ya usafiri na nauli ya wao kupata huduma hii. Lakini kama mnavyojua ni eh, kwamba kwa mkoa wa Kagera e, eh, tumepakana na nchi za jirani eh, na hapa ni mwaloni ambao mwalo huu unaenda mpaka Uganda. Tumeleta elimu eh, ya athari hii ya kitendo cha magendo kwamba kwa wananchi ambao sio wazalendo wa, wa, wa Tanzania wenzetu wanaweza wakaingiza bidhaa au kutoa bidhaa nchini bila kufuata utaratibu wa forodha, ambao ni pamoja na kupita milango iliyoruhusiwa forodha katika uondoshaji na uingizaji wa bidhaa nchini, kwamba wakifanya hivyo basi wanakuwa naikosesha serikali mapato, lakini pia wananchi wanaweza wakatumia bidhaa ambayo haijathibitishwa ubora. Lakini swala lingine ni kwamba e, serikali e, au nchi yetu inaweza ikawa katika hatari kwa sababu kama mtu ataingiza silaha basi tunakuwa katika hatari zaidi. Lakini pia kwa upande wa hawa ambao e, ina athari kubwa bampano, e, kwa mfano anaweza akapoteza maisha, anaweza akapata kilema, lakini pia bidhaa inaweza ikataifishwa au chombo cha moto ambao kinahusika katika hizo za magendo, lakini pia atalipa e, e, e, faini ya asilimia hamsini pamoja na kodi aliyotaka kukwepa lakini kingine ni kwamba naweza kafungwa jela Kwa hiyo sasa hata ini kubwa awa Watanzania e, wafanyabiashara wanategemewa sana katika taifa hili, ni kazi, tumeona ni vema tufikishe elimu hii ya masuala ya magendo e, kwa ujumla hii sasa, waweze kufuata taratibu za kiforodha. mm hiyo -hmm. ni mzuri kwa sababu baada ya elimu yetu tumeona wamemiminika katika meza za maafisa e, wakaanza shughuli za kusajili biashara, ukadiliwa kodi lakini pia e, wameweza kuitikia vizuri kuweza kuchukua namba ile, ambao wataitumia kwa uzalendo, kuweza kutoa taarifa kwa wale wote ambao wataona wanafanya biashara za magendo. Na tukifanya hivyo, ni kwamba tutaongeza walipa kodi kwa mkoa wetu wa Kagera na e, tutaongeza kodi na serikali kwa ujumla itaongeza kipato cha makusanyo, na yale yote ambao wananchi wanahitaji kutoka kwa serikali yao sikivu, wataweza kuyapata.